Niko na majirani hapa ni majirani wa kina Lau si ndio eh? Naongea na mama yangu hapa habari za hapa? Salama. Kwema? Kwema. Unaitwa nani? Naitwa Kidawa Milton Mwashitete. Okay. Ni mkazi wa muda mrefu sana hapa. Nina miaka 12 hapa. Miaka 12. Okay. Bwana mm, leo sisi ni wageni wenu. Asante. Kuja kumtembelea Lau nyumbani kwao hapa. Karibuni sana. Mtaani kwetu tunawashukuru kwa hilo. Alafu cha pili tunatoa shukurani kwa Watanzania wote, tunawashukuru kwa tukio hili lililofanyika kwa kijana wetu Lau. Mungu awabariki mlioguswa na huyu kijana wetu Lau. Okay. so, niambie, unamzungumziaje? Bila shaka unamuona akiwa anakwenda zake kuuza mayai barabarani huko, akiwa anarudi nyumbani kwa jumla ni mtoto wa aina gani? Kwa kweli huyu Lau ni mtoto mzuri, hana tabia mbaya, ni mtoto ambaye hata mtaani kwetu hapa tunafahamu kama kijana wetu yupo vizuri, na hata hivi tu ni hali ya maisha. Alikuwa bado ni kijana mdogo, hawezi kujihusisha na hizi shughuli, ni maisha tu ndio naosababisha kwamba azungushe mayai, ili mradi apate kipato chake kidogo cha kukizi hata mahitaji ya nyumbani madogo madogo. Ndiyo. Nimeona huku vijana wengi wadogo wadogo wanafanyafanya biashara yani shule sio sana. E, shida nini kinachosababisha huku shida? Ni cha kwanza ni sisi wazazi, na kingine ni hali ya uchumi, ndio ndio inayosababisha vijana wengi watoto wadogo wadogo wasiende shule. Kwa kama wazazi na kama Watanzania wengi wanaotusikia mtandaoni, wapi umo wanatusikiliza, tukwa tunaomba kama walivyojitoa kwa Lau, tunaomba wamsomeshe. E, tunaomba wamsomeshe wanaoguswa, wanao wa kumsomesha. Mungu awabariki wa wampeleke wa shule asome, tunahitaji ili na yeye kama alivyoweza kufanya hivi, na Watanzania wengi wamekubali kumsaidia, naye anaweza kaja kasaidia na wengine. Ndio, asante. Niongee na mwingine hapa jamani. Eh, jirani mwingine ongena mamangu hapa habari za saizi? Nzuri. Kwema. Kwema. Naitwa nani? Kwa jina anaitwa Esther Deo Kaliaria. Esther Deo. Eh. Muda gani katika umta na miaka kumi na tatu. Ah. Muda mrefu sana. Ndiyo. So, sisi bwana leo ni wageni wenu tumekuja kumtembelea Lau pale nyumbani kwao Nataka nijue kwanza unamzungumziaje kijana Lau kwa ujumla. E, bila shaka una, unafahamu baadhi ya vitu. Kwa kweli Lau ni kijana mzuri, hana tatizo lolote. E, ila tunashukuru kwa Watanzania walivyojitolea wamsaidia wamsomeshe. Kwa kweli mazingira anaoishi Lau ni magumu. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba walivyojitolea waendelee kumsomesha. Asante kwa, okay. So, kwa maoni yako Asante. Sawa. Sawa, nimeingia hapa kwenye nimevamia ni nyumbani eh. Hawa ni majirani bwana wa Kenalau hapo. Kwema. Kwema. Unaitwa nani? Naitwa Vanessa. Vanessa, Vanessa nani? Sixo Ntulianje. Mhm. Mm, sisi wageni wenu. Karibu. Sasa hapa ugali bado, jamani, ugali labda kwamba kuna kuna ubwabwa. Saa sita imeisha. Eh? Saa sita ndio tunapika ugali. Akijabaki? <laughs> Tutapiga basi, tunapiga sisi bwana leo. Tumekuja kumtembelea lau hapo, bila shaka unamjua. namjua eh? mm -hmm. Uh, unamzungumziaje lau ukimwona kijana lau na vitu kama hivyo? najua ni kijana mpambanaji, maana hata mimi mwenyewe mara ya kwanza kukaona nikashangaa. mm -hmm. Asubuhi mapema kamewahi na mayai yake. mm -hmm. eh. Unamuunga mkono, unanunua mayai? Nanunua nikiwa na hela. mara mwisho lii nimenua mayai yake, sahizi sijanunua. Kweli? muda gani hapa? ni sikuwepo, ni safiri kidogo, ni muda hmm, siku, nisikwep, kweli. Lakini okay. unapenda jinsi ambavyo anapambana? Ndio. mm-hmm.

Mm. Ah, shi, shi, shi, juhi, ah, hey. Chiwemba chiwemba hujui msishangae kwa sababu unajua kwa kina lao ni boda kabisa boda ya Zambia na Tanzania kwa hiyo Wazambia ni wengi Hapo tupo Zambia? Zambia, hey, hapa tupo Zambia huyo. Ah, Hey. Shangaye bi mkubwa ajui Kiswahili kwa sababu ni boda kabisa. Kuna mwingiliano kati ya Watanzania na Zambia. Okay, chakula kimeisha, ah, mm -hmm. Kimeisha chakula. Hey. Ah, hey. Na njaa sasa. Tutende. Tutende. Tendeni. Okay, nipo na jirani mwingine hapa mambo? Poa. Salama. Niko poa. Unaitwa nani? Jeni Mbukwa. Ah. Nimesikia unakuita Bonge. Ndio. Yeah. E. Jina lako jingine, e. Na, una shida kuitwa Kibonge? Na shida. Mm. Sawa. Kwa niseme niko na Kibonge. <laughs> So, ni jirani wa Lau, si ndio? Ndio. Mm, niambie kwanza unamzungumziaje eh, kijana Lau Of course ni mdogo na anapambana sana. Wewe kama jirani yake una mzungumziaji kwanza? Ni kijana mstaarabu, mpole, mwenye heshima zake, mchapa kazi. Yeah. Hey. Anasema huku Lau ana huruma sana, ana huruma sana mm -hmm. Hmm. Yeah, mayai unanunua wewe? Hey. Nanunuaga mara hmm. Hey. Mwisho lili ninunua mayai yake hmm. Ni mteja mkubwa Lau ndio, nadanganya? Hey. Hapa kweli. Hey. Eh. Ah, okay, sawa, asante. Ah.